GAPS ni kifupi cha sentensi ifuatayo gather, adjust, prepare na sustain. Nafikiri ni ni, ni, ni kifupi cha program ambayo iko chini ya uh, michezo ya Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo ni Commonwealth Gap. Nani games ambao wamekuja na hii program ambayo lengo lake kubwa ni kusaidia katika kuongeza idadi ya washiriki uh, au wachezaji watu wenye, wenye, wenye, wenye ulemavu katika mashindano ya, ya, ya jumuiya ya madola <coughs> nafikiri ndo ndo kitu kikubwa sana kinacho uh, kinacholeta hii project ya GAPS na ushiriki wetu sisi kama Tanzania. Nafikiri mimi binafsi kama coach wa michezo ya watu wenye ulemavu nimeshiriki katika program hizi, nafikiri ni mwaka wa tano sasa, ambapo huwa wanafanya mazoezi, kwa maana kwamba wanachagua uh, wachezaji wachezaji na makocha kutoka katika nchi mbalimbali mbali. Then wanaandaa mafunzo ambapo mara nyingi yamekuwa yakifanyika katika chuo kikuu cha Stellenbosch kilichoko kule Afrika Kusini na mara nyingine yanafanyika Uingereza kule Birmingham na mwaka jana nafikiri tulienda kwenye mashindano kwenye kwenye kempu nyingine iliyofanyika nani Mauritius. Na kule wanajaribu kwenye, kwenye kempu kutu, kutufundisha kama makocha, tunafundishwa mbinu za kufundisha za kisasa zaidi uh, wachezaji. Pia tunakutana na wataalamu zaidi ambao wanaendelea kuwafundisha na ni mafunzo ambayo yanafanyika nafikiri kwa muda wa siku kama kumi, kumi na tano kila mwaka na bahati nzuri uh, hivi tunavyoongea pia tuko kwenye uh, matayarisho ya, ya, ya kwenda kwenye kambi nyingine ambayo itafanyika Stellenbosch mwezi wa saba. Na kizuri zaidi ni kwa upande wangu wa mimi kama coach ambapo nawakilisha nchi uh, nimefanikiwa kuitwa kwenye mafunzo maalum ya makochi ambao tunatarajiwa kuwa makocha atakao kuwa tukifundisha wachezaji Uh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kambi hizo za mafunzo na kusaidia wachezaji katika maeneo mengine ndani ya Tanzania nje ya Tanzania, Tanzania katika kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji wengi watakao kuwa wakishiriki michezo hii ya Jumuiya ya Madola. Tumekuwa tume tukipeleka timu katika mashindano, lakini bahati mbaya au nasema ni kutokana tu na kalenda hatujawahi kupeleka mchezaji ambaye anashiriki kwenye program hii ya GAPS. Nafikiri ndio lengo letu kubwa, na inshallah mwaka huu nafikiri tutakuwa na mchezaji, tutakuwa na wachezaji ambao tunatarajia waende kwenye mashindano ya ku qualify kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano ya Paralympic na pia mashindano haya ya jumuiya ya, ya, ya, ya, ya madola ya. Nafikiri kikubwa zaidi ni utaalamu, na utaalamu kwa maana kwamba kama nilivyosema, mmekuwa miongoni mwa makocha kama tisa ambao wamepata hiyo nafasi. Kwa upande wa wachezaji tuko kwenye program, tunasema ni long term project, kwa maana kwamba tuna wachezaji ambao tunaendelea kuwa nao taratibu. Nafikiri matokeo sasa yatakuja kujionyesha pale tutakapoanza kushiriki kwenye mashindano haya jumuia, madola, ya jumuiya ya madola kuanzia miaka inayokuja.